Uchaguzi wa 2027, Mheshimiwa Ruto atashinda. Wale wapinzani wengine mumula kabisa, mumula. Sasa hawa wajanja ambao wa wamekuja hawa wajamba, ati sijui mwingine alikuwa Interior, mwingine alikuwa wapi, walikuwa wapi? Wanazururwa hapa Malaba. Sisi tunataka tuambie wakina Matiang'i na wengine. Wewe wakati ulikuwa mkubwa wa Interior, bado kuna maswali tunangoja. Mili mia tano zilipatikana huko kwa Yala wewe ukiwa waziri wa Interior. Wakenya bado wanangoja maswali hayo yajibiwe vizuri, tueleze kabisa nini ilifanyika. Jambo la pili ndugu yetu anatoka kule Trans Nzoia, anakuja hapa anasema, anasema maneno anasema, mimi nataka niwaambie. Anafikiri sisi si wanasiasa, anafikiri Oparanya si mwanasiasa, anafikiri mimi si mwanasiasa, nabi si mwanasiasa. Mimi nataka nimwambie, ukiwa kwa nyumba ambayo ina vioo, madirisha ya vioo, usirushe mawe usirushe mawe kwa sababu pia wewe unaishi kwa nyumba ya vioo. Tukifika 2027 sisi tuna vijana tayari, watasimama gavana Trans Nzoia. Mimi nakwambia, natembea, utatembea tu Trans Nzoia, tutakupangia kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates watakuzungusha na watakung'oa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu msali anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend, nimeshinda, nimepoteza, nimeamuka, ninatembea. Sisi tunataka tuambie hawa jamaa wawache kutuchezea. Ushindi utapatikana kupitia kwa Ndakwa. Yeye akiwa waziri wa Interior, mlikuwa mnataka muwe na locations mpya mlikuwa mnataka muwe na divisions mpya. Ni serikali gani imepeana hizo locations na divisions? Ni ya Ruto ama ni ile ilikuwa ya Matiang'i? Sasa yeye alikuwa hapo huo muda mrefu wote, lakini interior sasa ikiongozwa na wafanyikazi ama wale wameteliwa na Ruto ndio wamepeana new provincial